Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza kuwa mazingira ndani ya hospitali ya Gaza ni ya kutamausha. Hii ni baada ya taasisi hiyo kushambuliwa kwa makombora na Israel. Msemaji wa WHO, Daktari Margaret Harris, ameiambia shirika la BBC kuwa ukanda wa Gaza unashuhudia mashambulizi mara kwa mara katika hospitali na wahudumu wa afya. Kuna uhaba wa vifaa vya matibabu kufuatia Israel kuzuia wafanyikazi wa hospitali ya Al Ahli iliyoko mjini Gaza siku ya Jumapili ambapo kombora la Israel lililenga maabara ya hospitali na kuharibu chumba cha dharura. Hata hivyo, hakuna waadhiriwa wameripotiwa kufuatia shambulizi hilo ila kuna mtoto aliyefariki baada ya siuntofahamu kutokea katika uangalizi wake. Baraza la Maaskofu wa Kanisa la Uingereza lilisema Jumatatu kwamba wameshtushwa na kwamba hospitali zinageuzwa kwa uwanja wa vita huko Gaza na kwamba Israeli bado haijatoa ushahidi wa wazi na wa kuridhisha kuthibitisha madai yake kwamba Hamas ilikuwa ikitumia hospitali hiyo. Usitishaji vita huko Gaza ulimalizika wakati Israel ilipoanzisha tena mashambulizi ya anga na ardhini wiki nne zilizopita ikisema shinikizo la kijeshi litailazimisha Hamas kuwaachilia mateka ambao bado inawashikilia. Taarifa hiyo ilitaka uchunguzi huru na kina na wauwazi kuhusu shambulizi hilo pamoja na madai ya matumizi mabaya ya hospitali. Maaskofu hao waliongeza kuwa muda mdogo sana unatolewa kwa wafanyakazi na wagonjwa kuhama hospitali unajumuisha uvamizi zaidi wa haki za kimsingi za binadamu na utu msingi wa binadamu. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Wanjiro.